Swala lingine ni hifadhi ya jamii. Serikali ya awamu ya tano inalenga katika kuhakikisha kwamba wananchi wengi zaidi watafaidika na mfumo wa hifadhi ya jamii Ch, nchini kuliko ilivyo sasa. Kwa mfano, tunataka wananchi wengi zaidi wajiunge na bima za afya ili wawe na uhakika wa matibabu. Tunaendelea na juhudi za kupanua wigo wa mfuko wa bima ya afya vijijini, Yaani, Community Health Fund, na pia kuwezesha wafanyakazi wengi wa sekta binafsi kujiunga na mfuko wa taifa wa bima ya afya, National Health Insurance Fund. Aidha, mifuko ya hifadhi ya jamii imeanza kusajili wanachama toka sekta isiyo rasmi. Lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba wananchi wengi wanapata huduma za msingi za hifadhi ya jamii. Kwa upande wa kuimarisha mifuko ya hifadhi ya jamii pamoja na kuboresha malipo ya pension Serikali imekwisha elekeza mifuko ya hifadhi ya jamii kuachana na uwekezaji kwenye miradi isiyokuwa na tija. Kwa sababu hifadhi za jamii hizi zinaingia kwenye mamiradi ya ajabu ajabu tu. Wawekeze kwenye maeneo kama viwanda ili kuzalisha fursa za ajira kwa kujipatia wanachama zaidi. Ukiwekeza kwenye kiwanda cha nguo utapata wafanyakazi wengi, utapanua wigo wa ajira, na hata hiyo hifadhi utakuwa unapata ma collection kutoka kwa wafanyakazi watakaokuwa wameajiriwa. Lakini ukiwekeza kwenye daraja au karvati, lile karvati likajengwa kwa mwezi mmoja, kwanza wafanyakazi wa pale watakuwa temporary, wala hawatakuwa kwenye mkataba kwa sababu ni wafanyakazi wa muda, labda wanafanya kwa wiki mbili. Yule kandarasi akishamalizika, wameshaondoka na wewe umewekeza pale hela, return yake ni short term. Ukiwekeza kwenye kiwanda cha ngozi au cha viatu, wafanyakazi wengi watanunua hivyo viatu kutoka kwenye viwanda vyako, na watanzania wengi watapata ajira, vijana wetu wanaomaliza vyuo watapata ajira, tutakuwa tumeujenga uchumi wetu. Kwa sababu kwa hali tuliyonayo hii na ile hali ya wafanyakazi hewa, kwa mwezi mnalipa wafanyakazi hewa elfu kumi na mia mbili tisini na tano Wakati kuna wanachuo wengi wanamaliza vyuo wanakosa ajira, wangeweza hata hao elfu kumi na mia mbili tisini na tano wakapata ajira wakalipwa hizo fedha. Lakini hawa watu ni wanyama kweli, ni wabinafsi kweli na kwa kweli wakashindwa wakalegee, kwa jina la Yesu na jina la Muhamadi. Lakini niombe tukta mtusaidie basi katika kuwaopoa na kuwaonyesha hadharani hao wafanyakazi ambao wamekuwa wanatupeleka huko ambako si pazuri tunapotetea masilahi ya wafanyakazi, tuwaseme pia na kuwalaani wafanyakazi wanaotuharibia ustawi wa Watanzania. Kwa hiyo, hizi hifadhi za taifa kwa mfano pension fund wafanye uwekezaji katika maeneo yenye tija yatakayosaidia kuongeza ajira na kujipatia wanachama zaidi. Aidha, ushauri wenu wa wafanyakazi kupitia shirikisho lenu la Tukta kwa serikali kuhusu kupunguza idadi ya mifuko ya pensheni nchini na matumizi yasiyo ya lazima ya umepokelewa na kukubalika, lakini ni vyema mfahamu kwamba kutokana na historia tofauti ya kuanzishwa kwa mifuko ya hifadhi za jamii iliyopo sasa, hatua zozote za marekebisho zinahitaji umakini mkubwa. Napenda niwahakikishie kwamba kazi ya kurekebisha mifuko ya pensheni nchini tutaikamilisha ndani ya mwaka elfu mbili na kumi na sita kumi na saba. Kwa hiyo, Waziri, ulisema nikupe kazi hiyo, ndiyo kazi ya kwanza ya kwenda kushughulikia.